Bima pub. Urahisi wa maisha. Jingine, kabla sijakabidhi mwalimu mkuu, tumeangalia mazingira ya shule hii, ni mazingira mazuri sana, tumevutiwa na wanafunzi, jinsi mnavyotunza mazingira ya shule hii, na ndiyo inaashiria ya kwamba ninyi ni wasafi, mnang'aa, na mazingira mkiyatunza, mtapata hewa nzuri na mtasoma vizuri na afya itakuwa vizuri kwa mazingira ya shule. Na mimi nikiwa kiwa mwenyekiti wa vijana wa mkoa nitoe wito tu kwa shule zingine zote zitunze mazingira, zipande miti, zitunze miti asili kama iliyopo kwenye hii shule ya Isangijo, kwani mazingira ni mazuri kwa afya zetu sisi semoye, tuondokane na athari za, za, za, za tabia za nchi, matabaki ya tabia nchi. Sio jamani, tutunze mazingira. Mvua sasa zipatikani nyingi kwa sababu tunaharibu mazingira yetu. Wanafunzi muwe wa kwanza kuyatunza kwa mazingira yetu sisi semoye. Kwa hiyo tuyatunze mazingira yetu, kama ambavyo umeyatunza nyie, shule hii ya Isangijo iwe mfano wa utunzaji wa mazingira kwenye mkoa wetu wa Geita. my na mimi nitakuwa balozi wenu, si ndio jamani? Nitawaambia, mkihitaji muone mazingira yanavyotunzwa, endeni pale Isangijo. Kwa majina, mimi naitwa Jafet Joseph Pastori, ni kiongozi wa mazingira katika shule hii ya Isangijo Secondary School. e, mazingira haya na naweza nikasema tu kwamba kiufupi, wakati mwingine ukiangalia kwa mfano hata kule maabara kule, wakati mwingine anatusaidia kupata hewa. Ukiangalia kule maabara vyoo vya, vya laboratori kule, kupitia sasa hii miti, tuna tunapata hewa, tunaona vizuri. Wakati mwingine bila miti, kwa mfano zile reagent zile hawezi ukaziona vizuri bila hii miti. Lakini wakati mwingine walimu wanatushauri kuyatunza haya mazingira na kama yanavyoonekana ni mazuri tunayatunza. Mara nyingi ukiangalia kwa mfano kipindi kama cha kiangazi tulikuwa tunayamwagilizia ndio maana ukiona kwa mfano hata sasa hivi, ni mazuri tu. Kudhibiti uchafuzi wa mazingira, kwanza ukiangalia kwa mfano hata zile karatasi mara nyingi katika shule hiyo watuzichomi, huwa tunaziweka tu kwenye shimo, alafu baada ya muda zile zinageuka kuwa mbolea, kwa zile ambazo wakati mwingine ndio tunazitumia sasa kuweka kwenye miti ili miti iweze kustawi vizuri. Lakini wakati mwingine ukiangalia, kipindi kama cha nyuma tulipanda miti, kila mwanafunzi aliambiwa apande mti mmoja na atautunza. Lafu wakati mwingine tunaweza tukaishukuru, hata hii serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan imetuletea miti, kuna baadhi ya miti kule tumepanda, tunamshukuru tu. tuna kwa majina, naitwa mwalimu Amos Chacha, wangu ni mwalimu wa mazingira wa shule ya sekondari Sangijo. katika Uh, mazingira ya shule yetu kama unavyoyaona, ni mazingira ambayo ni mazuri sana. Sasa mikakati ambayo tumeweka ili kuboresha zaidi ni kupanda miti ya matunda, miti ya mbao. Uh, uki, ukiangalia nyuma ya madarasa kule, uh, mwaka jana tumepanda miti na saizi inaendelea kukua, na watoto wanamwagilizia maji ikiwa kiangazi, ndio kama hivyo. Na ukiangalia mazingira hapa paredi, tunapanda maua, kiwa mvua imenyesha sana, tuna tunakuwa tunazuia mmomonyoko wa ardhi kukutumia mifuko ya ile ya mifuko ya simenti, ili tusipate nini, erosion soil erosion katika shule yetu. Ndio mambo kama hayo tunayofanya, ili shule iendelee kubaki katika ubora wake.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 Inapatikana. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kwa simu namba 0762042571 au 0714586642. Instagram wanapatikana at Vikindo underscore new underscore village 001 ukiwaza kiwanja waza Vikindo new village, kiboko kabisa.